Nyanja TV habari. Mkuu wa Wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka anaelezea mafanikio ya miaka mafani minne ya Dkt. Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo Wilaya ya Musoma. Amefanya mahojiano hayo na Nyanja TV mapema leo hii ofisini kwake na hii ni Nyanja TV. Hali ya usafirishaji eh, wa Ziwa Victoria eh, labda ukoje? Karibu kwa majina na uweze kutueleza hilo. Ah, naitwa Juma Chikoka Mkuu wa Wilaya ya Musoma kikubwa katika wilaya yetu ya Musoma tuna tumezungukwa na Ziwa Victoria, ambayo moja ya maeneo ambayo, uh, tunaendelea kusimamia upatikanaji wa huduma ni ukanda huo wa ziwani. Uh, viko vivuko kadhaa vya serikali ambavyo, uh, hali yake ni uh, viko vizuri, viko salama venyewe ndio vinasafirisha uh, wananchi kutoka eneo uh, moja kwenda eneo lingine. Kivuko chetu hapa huwa kinatoka uh, hapa Mwigobero kwenda Kinesi uh, na hicho kivuko ndio uh, si tu kinatumika kwenye shughuli za usafirishaji, lakini pia ni sehemu ya, ya kuimarisha shughuli za kiuchumi na kibiashara ni kivuko cha kimkakati ambacho wananchi wengi kutoka ukanda ule wa Kinesi wanavuka kuja Musoma na Musoma kwenda Kinesi. Wananchi wamemzungumzia Dkt Samia Suluhu Hassan kuhusiana na hiyo huduma ya kivuko ambacho kilikuwa kipo, sasa kipo. Na we kama mkuu wa wilaya ya Musoma unazungumziaje? Uh, wananchi kwanza, wanafurahia huduma ambapo uh, kama kulikuwa na changamoto sasa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameshatatua. Kwa hiyo wananchi wanaendelea kumshukuru, lakini wanasema pale ambapo alipofanya basi mwaka huu watasimama na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo changamoto ya usafiri na usafirishaji katika wilaya yetu ya Musoma haipo, iko sawasawa, sawa. Lakini viko vivuko vya watu binafsi ambavyo ni boti zile ambazo zinaendelea pia kusafirisha Uh, wananchi kutoka eneo moja kwenda nyingine, uh, zinakwenda vizuri. Wito wangu na rai yangu kwa vivuko vyote viendelee kufata taratibu za kisheria katika usafirishaji. Moja, wahakikishe kwamba abiria wanaoingia katika hivyo vivuko wawe wamevaa lile life jacket. Lakini la pili wasizidishe, uh, wasizidishe uh, uh, abiria kama chombo kimepangwa kusafirisha let's say, watu kumi iwe watu kumi yoyote. Yule ambaye atakayezidisha, lakini atakayefanya, atakayekiuka utaratibu wa kisheria wa kutovaa life jacket, sheria itachukua mkondo wake, ikiwa mojawapo kusitisha leseni yake na kuwazuia moja kwa moja. Tunachotaka kuona uh, vyombo vyetu vya usafirishaji majini kwenye ziwa Victoria vikienda salama na vikisafirisha wananchi salama na wakifika maeneo wanayofika wakiwa salama. Kwa hiyo usalama umeendelea kuwa kipaumbele namba moja, lakini la pili naloweza kuzungumza, tunashukuru sana kwa daktari Samia Suluhu Hassan, sasa hivi upatikanaji wa huduma ya maji katika wilaya yetu ya Musoma hasa manispaa umeshafikia asilimia 98, na, na swala la umeme umeme kwa Musoma manispaa tayari asilimia mia, mia ana mitaa yote ina umeme, lakini kama kuna maeneo ambayo yana changamoto ndogo ndogo, hizi tunaendelea kuhakikisha tunazitatua. Kwa hiyo hata kama kuna changamoto hapo, songa mbele, ni watoe hofu wananchi, tutahakikisha kwamba umeme huduma uh, ya nishati ya umeme ambayo umeme si tu au uh, huduma, lakini umeme inatumika pia katika uzalishaji na katika uchumi wa wananchi. Tutahakikisha kwamba huduma hii inamfikia kila mwananchi wa Musoma, kama ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa na maono na mitazamo mtazamo wake. Lakini vile vile kwenye upande wa maji, tutahakikisha kwamba huduma hii pia inaendelea kuwafikia wanamsoma wote, kwa sababu maji hayana mbadala. Maji ni sehemu kubwa ya kipaumbele chetu kwatahakikisha huduma hii huduma hizi za umeme na maji zinawafikia wananchi wa wilaya ya Msoma, kama ambavyo mheshimiwa rais alivyokuwa ametuelekeza na anavyoendelea kusimamia. Lakini jambo la tatu naweza kulizungumza, moja ya eneo la kimkakati ambalo tunaendelea kulisimamia ni sekta ya uzalishaji, kilimo, uvuvi na ufugaji. Sasa kwenye upande wa kilimo kwa Musoma ya vijijini, tuna maeneo mengi ya kilimo, lakini moja eneo la kimkakati ni eneo letu la uh, Bugwema, shamba la Bugwema ambapo ni eneo kubwa, lina ardhi yake ina rutuba, ni eneo ambalo ni maalum mahususi kwa ajili ya ya, ni eneo la kimkakati kwenye upande wa kilimo. Kwa hiyo moja, tunaendelea kuhimiza na kuhamasisha wawekezaji mbalimbali kuja kuwekeza, na nimepata taarifa tutalitolea ili uh, ufafanuzi taarifa rasmi ya kwamba wako wawekezaji ambao tayari wameshaingia na wanataka kuwekeza pale kutoka nje uh, ya nchi. Lakini la pili, kama serikali tunajipanga kuweka miundo mbinu ya umwagiliaji kwa sababu kama tunavyofahamu mabadiliko ya tabia nchi yameleta changamoto sana kwenye sekta mbalimbali. um, mojawapo ya sekta ambayo pia imeathirika na ni sekta ya kilimo, mabadiliko ya mvua tumekuwa sio za uhakika. Kwa hiyo tunataka tuweke miundombinu ambayo tukayofanya, uh, kilimo kiwe kinafanyika katika misimu yote, muda wote, na tusitegemee tena uh, mvua, kwa sababu na sisi huku tumebarikiwa uwepo wa, wa ziwa lazima tulitumie vizuri, lazima tulitumie kwenye katika kilimo, katika ufugaji wa kisasa kwa maana ya vizimba, na kilimo pekee ambacho tunatarajia kama sehemu ya kipaumbele ni kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo shamba lile na skimu ya Bugwema kuna mikakati mikubwa madhubuti, nataka tukuona namna ambavyo wananchi watakavyonufaika, almashauri ipate mapato lakini tufungue fursa za kibiashara lakini na viwanda mbalimbali viendelee uh, kufufuka kwa sababu mkakati tulionao ni kuhakikisha shamba la Bugwema linaleta tija na matokeo katika sekta ya kilimo. Amina, asante sana mheshimiwa matatu kuchana maendeleo. Utaambia kivukoki kimeanza mwaka gani, na vile vile utendaji wenu upoja wa kazi. Karibu kwa majina yako. Kaa, na shukuru majina, na itua, mdala, wa majina wa kwa majina anaitwa Bwana Disha wabala wa kivuko cha MV Musoma. Kwanza kabisa ninashukuru serikali ya awamu ya sita, kivuko hiki kimeletwa hapa elfu mbili na kumi na mbili na mpaka sasa kiendelea kufanya kazi hii yote, hii ni juhudi ya serikali kwa ujumla. Kivuko hiki kipindi kilikuwa hakimu, kuna watu wanakufa sana nye maboti na kutoka hapa Musoma mpaka kuna ubai na kuna vitu kwa katika kama upepo mkali, sasa vifaa vingi okea, lakini ka kipindi hiki sasa hivi kivuko kipo Musoma, awa zuri na ushida kubeba abiria mia tatu nasimama mbili naw mizigo lakna magari yeah, magari, so, wa... na, magari, menabeba, magari kumi, eh, na mizigo ndo na mm -hmm. Uh, unamzungumziaje? <coughs> una Mama Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, aa, kwa kufanya haya mambo yote? Kwa kweli namshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali na watendaji wote wa serikali kwa ujumla, kupitia kemesa kikugo hiki ipo nakengea na kazi kama na hi yote hili juhudi ya kufanya ili wananchi wa wasilalamike, waipende serikali yao, na nashukuru kabisa, wanasamia wametuletea majengo hilo la abiria, watu wamekaa wanapumzika, wanaangalia TV na wanaangalia taratibu zote za jinsi gani ya kuvuka katika kivuko. Ongeza sauti, milango naitwa Jumapili Nyoma. Ni hapa hapa Msoma katika kata ya kata... we hmm. so, e, tunataka tuangalie sasa maendeleo ambayo yamefanywa kwa kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda wewe kama mwananchi na unatumia kivuko hiki hapa unazungumzaje? Naona kivuko kinazotumia hiki kwa maendeleo ya uongozi wa mama huyo rais wetu wa mama Samia. Unaona maendeleo yake ni mazuri sana kwa jina anaitwa Chacha Beda Kilibo, ni mm -hmm. mkazi wa Mara, ni mzao wa Mara mm -hmm. tumeona basi mabadiliko makubwa sana katika utendaji wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka minne. We kama mwananchi wa wa hapa manispaa ya Musoma unazungumziaje Rais Samia Suluhu Hassan? ah. Kusani zaidi mama Samia tunamshukuru sana kwa vitu, kwa vitu ambavyo ameweza kututendea. Kwa mfano kama kivuko hapo kilikuwa changamoto, kwa sasa kivuko tunacho, jengo la wasafiri imelijenga safi, na kivuko kinavukisha masaa 24 na pia kimependezesha katika ng'ambo ya vijijini vya Musoma i ambapo panaitwa Kinesi kwenda ruhu mbalimbali iki kivuko kinavukisha vitu vingi na pia na magari. Kwa hiyo mama Samia tuna tunamshukuru sana, tunamshukuru sana na sana, asante.